Tunazungumza michezo hii ni cha Pesa Media. Mimi naitwa Wasili Tambiko nyuma kamera director, Runde tumemfuata Mandara Simba makumbusho stendi. Mambo mengi yamejiri. Ni swala moja ambayo ametokea katika mitandao ya kijamii Kasa, amethibitisha barua ya Young Africans wameipata kwa kwa walalamikiwa TFF pamoja na bodi ya ligi pamoja na Simba Sports Club. Kwanza Mandara, kwema? Ah, kwema na shukuru, na, na shukuru mingine, na afya sikukuu, tumekula vizuri fresh, freshi, yeah. Kasa wamepokea barua kutoka kwa Young Africans kwa waramikiwa watatu, hmm. Simba, bodi ya ligi pamoja na TFF. Young Africans wamemwaga mboga na ugali kizinga jaiara ah. Hawana undugu wowote wamesema, wameamua wame kupeleka kasi na kutaka alama tatu, mwaga mboga na ugali. Yanga amemwaga mboga tu, ugali upo pale pale, ugali tunaumwaga sisi. Yaani Yanga amemwaga mboga, ugali umeuwacha, kwa ugali tunaumwaga sisi, na sisi hatutaki ikesi irudi huku kama alitarajia watapeleka kesi kasi, afu sisi tutaeni tunataka kweli baki kasi na tunataka kweli kanuni zifatwe, wose wataki sataki busara. Ujue kwenye maisha, hebu kidogo ndugu wangu, twende mbali kidogo. Tanzania hii, tuache kwenye mpira kidogo, tuongelee kidogo Tanzania. Tanzania maisha yetu sisi asilimia arobaini na tano inaongozwa na busara, sio mpira tu, asilimia maisha yetu sisi yanaongozwa na nini? Na busara. Ngoja kidogo, japo naingilia kidogo, kuna kitu kidogo niweke sawa hivyo. Nakumbuka mama Samia alivyokuwa rais alifuta sheria watu watoke babarani, wasifanye biashara, unakumbuka? Watu wengi walalamika, unakumbuka? Kwa hiyo sisi nchi yetu asilimia kubwa, ukifuata sheria vitu vingi vinaathirika, na kweli alikuwa sahihi uweze kufanya biashara babarani. Ndio hata mpira upo hivyo hivyo, kuna baadhi ya vitu vendeshwe kwa nini? Kwa busara, au vende kwa busara. Elfu mbili ishirini na moja Simba sio wajinga sisi. Elfu mbili ishirini na moja tungeamua tukishike mabango ile kesi ingekuwa kubwa. Elfu mbili ishirini na moja tungeamua tuchachamai sisi, kesi ingekuwa kubwa. Lakini tukaona mpira wetu sisi asilimia kubwa unapelekwa kwa busara. Tulikuja na sera wana Simba, Kwamba utatuambia kwa nini Yanga ulikimbia mechi. Na kweli mechi ikapigwa dabi ikapigwa. Ukukuta mwana Simba anakuambia tucheze kwa sababu tunajua kuna baadhi ya vitu vinavyoende. Kwa nini kwa busara? Hata hao bodi ya ligi kuna vitu anavifanya kwa busara, kwa kusaidia Young Africans. Hao bodi ya ligi na TFF ambao ndio wanalalamikiwa kuna vitu wanafanya kwa busara kwa ajili ya kuisaidia Young Africans, na sio kimoja, vitu vingi wanafanya bodi ya ligi busara kuisaidia Young Africans na, moja, ligi, Young Africans na Simba Sports Club kwa kuzisaidia leo hii wewe Yanga unataka ifuatwe kanuni na sheria kwa kitu kimoja. Leo hii Young Africans unataka kanuni ifuatwe Yanga unapeleka kwenda kuishtaki bodi ya ligi na TFF Super Sports. Nisikilize. Yanga unaenda kuishtaki kasi bodi ya ligi. Yanga unaenda kuishtaki kasi TFF. Yanga unaenda kuishtaki kasi Simba kasi kwa kutaka kanuni na sheria zifuatwe.

hivi hivi, sawa, Yanga atashinda kesi, sawa, Yanga atashinda kesi, ila kesi yao haitoshindwa kupewa alama tatu kwa sababu tena. Sawa, yeah. Yanga atashinda kesi, lakini kesi yao hawatoshindwa kupewa alama tatu za bule <laughs> bodi ya ligi itaadhibiwa na kasi lakini kumbuka wenye haki ya kugairisha mchezo ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi waligairisha mchezo. Kama uligairishwa mchezo kimakosa, bodi ya ligi watapewa adhabu yao na tarehe itapangwa dabi ichezwe kwa sababu mchezo hakuchezwa. Hili Yanga upee pointi tatu. Kumbuka kasi sio ajinga. Kumbuka kasi sio apumbavu. Hili Yanga yana upee pointi tatu, ilitakiwa marefari na malezimeni wawepo. Kwa hiyo bodi ya ligi itaadhibiwa kwa makosa yao na tarehe ya mechi itapangwa kwa muda wake, na Yanga watacheza mechi. hakuna pointi za bure. Kama walitegemea waende kasi wapoe pointi za bure, hili Yanga wapote pointi, wanatakiwa wamkabe mpanzu. hili Yanga wapate pointi tatu, wanatakiwa wamdhibiti ki Dennis. Hakuna pointi za bure. Umeshtaki bodi ya ligi na Simba bodi ya ligi na proposol, ndugu yangu, sisi wasomi, mdogo wangu, sisi tuna elimu kubwa, tuna knowledge na ndiomana kila siku mashabiki wa Yanga na wazarau. Na injinia asikubali kuingia katika huu mkumbo kwa watu wasiosoma. Injinia ana elimu kubwa na mshauri tu, injinia asikubali la kupoteza na hawa watu wayanga, kinagodi Yanga ambao hata elimu, wana darasa elimu za saba Injinia sikubali kuingizwa mkongo mko, mko, nini? ni kuingizwa sehemu mbaya yani kuingizwa kichaka na watu ambao elimu hawana, kina kizinga ambao wameishia la nne. Injinia sikubali kuingiza katika mtego na watu kinagodi yanga walioishia darasa sita. Hii ni dhama. Injinia ana elimu, injinia kasoma, injinia ana wadhifa Asikubali kuendeleshwa na hawa watu ambao elimu zao za chini. Injinia anafanya haya maamuzi sio kwa upendo wake moyoni, kwa sababu kwa watu hawa wasiosoma kina Kizinga, kwa sababu watu wasiosoma kina Godianga, kwa sababu watu wasiosoma hawa ambao elimu zao ni poor education. Kitaalamu tunasema poor education. Do you understand? Poor education. Yaani Yanga wana mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga wana poor education. Do you understand? Poor education. Elimu ndogo. Na ipo siku atakuja kujua kwa nini mimi nasema washabiki wa Yanga wana elimu ndogo. Unamhamasisha watu waende kasi, sawa saa wameenda kasi. Bodi ya ligi wamesimama. Umewashtaki Simba, umewashtaki kasi. Umewashtaki TFF, Umuashaki Simba Sports Club. Wataitwa Simba, njoni bodi ya ligi njoni sababu ya kusimamisha mchezo ni nini? Wewe unasikia unajua bodi ya ligi wapumbavu wale. Wewe unahisi wapumbavu wajinga. Yaani kwa akili yao Yanga wanahisi bodi ya ligi wajinga. Wanahisi bodi ya ligi hawana ushahidi. Wanahisi bodi ya ligi hawana kitu cha msingi cha kushika mashiko. Hawana imani nao. Ah, Yanga hajaenda kusema hana imani na bodi ya ligi. Yanga ameenda kushtaki kwamba bodi ya ligi wamechelewesha mchezo kinyume na kanuni. Kwa hiyo bodi ya ligi wataitwa kwa nini mgairishe mechi kinyume na kanuni, njoni. Kwa wanaenda na maelezo yao, property inaitwa propo hivi, tutumie education hapo. Kwa wanaenda na factorize, wanaenda na, na, na, na, na faili zao pale. Sawa, tumekuja kesi, nasemaje, kwa nini mmegairisha mechi? Yanga wamepinga kugairisha mechi na wamezuia msipange msi tarehe. Sawa, wanasema sisi tumegairisha mechi lakini tumegailisha mechi kutokana na barua ya Simba Sports Club. Hiyo Simba Sports Club ni moja ya mechi ambayo ni moja , yaani ndo kati kati ya mechi hapa tunaita mechi Yanga na Simba amelalamika. Baada ya Simba kulalamika, sisi kama bodi ya liki ambayo ndio tuna haki ya kufuatilia, tukagundua kweli malalamiko Simba ya Simba yana mashiko. Simba wamelalamika, wamevamiwa uwanjani. Kipinda anaenda kufanya haki zao na ukisoma barua ya Simba, barua ya Simba, kama una akili, Simba akigoma kucheza mechi, barua yao ukisoma vizuri, Simba amesema kwamba sisi hatuwezi kucheza mechi mpaka tujue hawa waliozuia mazoezi kina nani. Na bodi ya ligi kweli kufuatilia clip wakagundua kweli Simba wamezuiliwa, Simba wamezuiliwa na watu wasiojulikana. We, unawajua waliozuia basi? Na Simba, unawajua? Wewe unajua? Unajua kina nani wewe, unajua? Wajui. Kwa hiyo kama wajui, ni watu wasiojulikana, je hawaitambuliki, walikuwa na nia gani? Na ndio maana wachezaji wakaingiwa na hofu, na ndio maana klabu ya Simba ikaandika, tutoshiriki mechi mpaka tujue wale watu walikuwa na nia gani na wachezaji wetu. Ushahidi kweli upo, wachezaji wanani wanazuiliwa kwa hiyo kama bodi ya ligi waliona kweli watu wanazuia wachezaji wa Simba, watu wasiojulikana, kina nani? Kwa usalama wa wachezaji na kwa usalama wa mechi, tunaiahirisha mechi mpaka tuwachunguze hawa watu wa kina nani waliokuja kuzuia Simba asifanye mazoezi, wametumwa na nani? Je, kama wametumwa na Alshababi walete mabomu, wapige basi la Simba, wachezaji wafe, wewe unajuaje? Kama wametumwa na M23 wewe unajuaje? Kwa hiyo bodi ya ligi wana haki ya kufuatilia usalama wa timu zote. Yanga anapia kele kwa sababu hajavamiwa wa na watu wasiojulikana. Simba Sports Club imevamiwa na watu wasiojulikana wa pale Benjamin Mkapa. We nawajua alavamia basi la Simba? We na ushahidi unajua kina nani wale? Kwa hiyo mpaka tuwajue wale kina nani na ametumwa na nani. Ameshinda kesi, niambia anashindaje? Hebu, kutumia elimu yako, Sikapeleka vielelezo vote. Sawa, hebu tumia elimu yako, mi natumia elimu kwamba Yanga hatoshinda kesi. Nae, tumia elimu yako, Yanga anashindaje kesi? Kama amepeleka vielelezo vyote vya mchezo akisema kuna moja mbili tatu. Akashinda na akapewa pointi tatu. Yaani Yanga ataenda kushindaje kesi? Wewe naambia, atatumia hiki na hiki hiki atashinda, mi nishakwambia bodi ya liga atofanya hivi na hivi na hivi, na wanashinda wataenda, atasema kweli basi la Simba limezuiliwa, video zake hizi hapa. Na watu waliozuia basi la Simba ni watu wasiojulikana. Kwa usalama wa mechi tumezuia mechi mpaka tuwachunguze hawa watu, kina landi maana, tukazuia mechi, tupange tarehe nyingine kwa sababu wachezaji wameingia na hofu. Wa Simba Sports Club unaungana na mwenyekiti wa bodi ya Ligi Steven Mgudu akisema kama Young Africans wameenda kasi, itakuwa ni vichekesho vikubwa, vichekesho tena, sio vidogo. Sio kasi tu, yaani wasiende kasi, waende mpaka speedi. Sio kasi, waende hadi speedi. Yanga wamejikalia kala moto. Yanga amejikapalia. Hebu hebu imagine. Wamepeleka bodi ya ligi na TFF kasi, baada bodi ya ligi kupelekwa kasi, baada ya mechi, msimu ujao itakuaje? Unafikiria atakujaje bodi ya ligi? Watatoka, kila kanuni na sheria zifuatwe. Yanga watatoka mauchafu yangu uchafu ya Yanga sangujangu kuwekee, usikilize, ndio hili ujobo udaarigwa. Namaanisha nini? Moja, vithibitisho ni hivi hapa, ambao uchafu mkubwa wanaofanya Yanga huu hapo, usikilize mdogo wangu. Msikilize. Tunataka <coughs> uache kwenda huyo mtu wa Yanga anampigia simu sijui mtu wa Tabora anampigia mkwara. Na unataka wewe mwenyewe uishi vizuri. Anapiga mkwara, anampigia mkwara, ni hii mechi tusiposhinda tukisare, familia yako kesha itofika. Sikiliza huyu hapo. Anapiga mkwala huyu, msikilize. Sasa tuongee kwa maneno msikilize kwamba ulizaliwa juma ngapi? Utasema usikilize, <tusuta> vitisho hivyo usikilize, ulipokaa Tabora United, mfadhaiko mkubwa mno. Ah, uh, kama mimi na ushahidi kama huko, wewe bodi ya ligi anakosa ushahidi, kwa akili yako, kama sisi tu mashabiki wa kawaida tuna ushahidi, mauchafu wa Yanga wanaofanya kama haya, bodi ya ligi anakosa ushahidi, wanaenda na lundo la ushahidi la uchafu wa Yanga kule, kasi Yanga wanaoje hapo, mikono kichwani na hapa hivi, Yanga hatoki kule kasi hivi na hapa, wamejipalia kala moto

Naenda kumwambia rais eh, wa Young Africans Engineer Saidi baada ya kasi kupokea barua yao na kudhibitisha wanataka wamiliki, ambao TFF moja na bodi ya ligi wamepewa siku kumi sasa kumshauri engineer. Engineer ni mtu mkubwa, ni mtu aliyosoma mwenye wazifa mkubwa, asisikilize watu wasiosoma, asisikilize mashabiki vinjanjaa, asisikilize mashabiki wanaopenda posho. Hawa kina Kizinga ameanzisha lisagata ili wapate posho za kula. Kina Godianga ndio ameanzisha tucheze ili wapate posho za kula. Wasisikilize hao vinjanja. Hao vinjanja sio wasikilize. Injinia ni mtu mkubwa akasoma na elimu kubwa. Afanye kazi kwa uweledi kwa uwezo wake yeye. Hamuingie Mangungu. Mangungu amsikilize yeye, mshabiki njanja. Mangungu hawezi kukusikiliza na njanja zako, ujanja huko nje usikilize, usikilize hapa. Wewe njanja, peleka kule, sisi tunaongoza klabu Mchanja sana kwenye klabu ujinga kama huu. Simba alisema neno moja tu, Atucheze mechi basi, ii mwana Simba atucheze, wa muda wote. Young Africans amesafiri kuelekea wa Tabora, katika mchezo dhidi ya Tabora United katika uwanja Ali Hassan Mwinyi. Mkuu wa mkoa wa Tabora ameahidi Tabora United milioni sitini. Alikamwe, apiga dongo mkoa mkoa <laughs> Yule mkuu wa mkoa ana haki ya kuisapoti timu yake ya mkoa, kipindi anacheza na Simba aliweka milioni 50. Anacheza na Yanga anatia milioni 60. Ni haki yake kusapoti timu ya mkoa wake, uwezi kumpangia hata siku moja, hawezi kumpangia, ni dhambi kumpangia. Kwa hiyo aache mkuu wa mkoa afanye anachotaka. Yanga mechi ya kesho hawezi kutoka, siri zao si tunazo wanatuma miamara wanatishia tu maisha. Wewe unamtishia mtu maisha tio, kesho utofika, si ni na nini? Wewe utofika, familia yako si na nini? Wewe unamtishia mtu maisha hadi upate pointi tatu kwa sheria, afu nadai eti kanuni zifuatwe, wakati ni yenyewe wachawi wakubwa. Yanga, Yanga wachawi, wachawi sawa. Unamtishia mtu maisha, mtu kesho afiki, si mchawi huyo? Sio wachawi tu wakubwa? Waache kutishia tu maisha, wacheze mechi mpira, wanacheza uwanjani. Na kama wajui mautumbo yao yote bodi ya ligi wanakusanya wanaenda nayo kasi. Yaani mautumbo yao yote walioyafanya yote, wewe kwa akili yako, bodi ya ligi nakosa mautumbo ya Yanga yanaenda. Kumbuka Yanga inaumbuka huu msimu, huu msimu wanaumbuka, wanaumbuka. Wameatafuta, wameakanyaga, sasa wameangaikangaika, wamekanyaga utakata. Wameutakataka, wamekutana nao sasa, umetegeshwa tu hivi. Si umeutafuta, watu wametegesha tu. Nenda kasi.